Mwanafunzi wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Kilimanjaro KICHASI, Eriki Sawe mwenye umri wa miaka 21 amejiua kwa kujinyonga chooni katika nyumba aliyokuwa amepanga eneo la Kariwa Chini, kata ya Rau manispa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, huku chanzo cha kifo hicho kikidaiwa ni wingi wa madeni. Mwanafunzi huyo wa mwaka wa pili katika idara ya fizioterapia, yaani mazoezi kwa tiba, anadaiwa kujiua Mei 13 mwaka huu kwa kutumia waya aliofunga kwenye dirisha la choo alichokuwa akitumia. Inadaiwa kuwa siku ya tukio, baadhi ya wanafunzi waliokuwa wanamdai walienda nyumbani kwake anakoishi kufuata fedha zao na walipofika waligonga mlango bila mafanikio, na walipochungulia dirishani waliona mwili ukiwa unaning'inia chooni. Alipotafutwa kuzungumzia swala hilo, mkuu wa wilaya ya Moshi ambaye ni mwenyekiti wa usalama wa wilaya hiyo, Godfrey Mzava, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo amesema chanzo cha tukio hilo ni msongo wa mawazo. Tarehe kumi na tatu, tarehe kumi na tatu mwezi wa tano, Eric Oscar Sawe chumbani kwake kwa maana ya choo kilichopo ndani ya chumba chake eh, kiri, kiriwa o, alikuwa naishi na, amejinyongea chooni. Alifunga waya kwenye dirisha la chooni akajinyonga. Sasa chanzo cha kufanya hivyo hadi sasa kimetambulika ni alikuwa na madeni, lakini pia ulevi. Mambo haya mawili yamempelekea msongo wa mawazo, sasa akaona kwamba njia pekee ya kufanya ni kutangulia mbinguni. Kwa hiyo mwili ukahifadhiwa pale KCMC kwa ajili ya uchunguzi wa daktari wanafunzi hawa wengine wanatoka wanatoka mikoani, wengine wa hapa hapa. Wanapofika shuleni, jambo kubwa wanatakiwa waendelee kuconcentrate na kitu ambacho kimewapeleka shuleni, wasijiingize kwenye mambo ambayo sio biashara halisi iliyowaleta chuoni. Zungumza katibu wa afya wa chuo hicho ana mbando amesema ni kweli mwanafunzi huyo amefariki kwa kujinyonga na kwamba jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Okay, asanteni. Kwa majina naitwa Nambando, ni katibu wa afya wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Kilimanjaro, hapa KSMC. Ni kweli tuna msiba, kuna mwanafunzi ame amekomiti suicide, lakini tayari kesi hii iko mikononi mwa jeshi la polisi, uchunguzi unaendelea mpaka sasa hivi bado hatujapata taarifa yoyote kutoka kwenye taarifa ya uchunguzi wa polisi. Sisi tunaendelea, tuna maandalizi kama kawaida ya kuweka mipango ya hapa na pale, lakini kujua utaratibu wa zoezi zima ni mpaka taarifa ya polisi ikamilike. Ni mwanafunzi wa programu ya mazoezi kwa tiba, anasema physiotherapy, mwaka wa pili, ni mkazi wa Machame japo walikuwa wanaishi Dar es Salaam na wazazi wake, lakini ni mzaliwa wa Machame.